Mungu lina nguvu, neno la Mungu lina nguvu, la Mungu lina nguvu. Mtu ambaye yuko tayari kuliheshimu, kulifuata na kulisimamia neno la Mungu litamsaidia kushinda. Na usisahau tunapojifunza neno la Mungu, atumwache Mungu pembeni na neno la Mungu pembeni. Mungu mwenyewe ndio neno lenyewe, kwa mujibu wa neno la Mungu au andiko Biblia inasema, kitabu cha Yohana moja moja, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote. Maana yake tusijifunze neno la Mungu tukaliona kama lipo pale, alafu kamaona Mungu kama yuko pale, Yesu yuko pale, yuko pale, no, no, no. Tunapojifunza neno la Mungu tunajifunza habari ya Mungu mwenyewe. Naeleka vizuri? habari ya mungu mwenyewe kwa hiyo kimsingi lazima tukubaliane yani. na ukubali kwamba neno la mungu lina nini? lina nguvu ndio maana asema japo pita katika bonde la uvuli wa mauti mungu asema nitakuwa na wewe Neno la Mungu lina nguvu. Lina uwezo wa kufanya chochote muda wowote na saa yoyote kama Mungu atakavyo. Kunataka uweke moyoni mwako kwamba pasipo neno hakikufanyika, pasipo Yesu hakikufanyika. Kitu unaanza kuelewa maana neno la Mungu ya mkizu ulianza hapo mwanzo. Sasa mtu akaona analitenga neno la Mungu lile kule kile ah, uh, ingia mtenganisho hili, vitu viko pamoja, amen. Maana unaposema Mungu, au neno lako liniongoze, au neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Maana unasema e, Mungu wewe ni taa ya miguu yetu, nataka nikuhamishe kidogo E Mungu, wewe ni taa ya miguu yangu. Maanake huwezi kutenganisha neno na Mungu. Mungu ni neno na neno ni Mungu, yaani e, e, e, e, havitenganishwi neno ni Mungu na Mungu ni nani? Nani anaweza kulielewa au vizuri? Yani hauwezi kutenganisha maana Mungu ndio alitamka ikawa. Maana zile ni kazi zake, si ndio? Yaani huwezi kumtenganisha yeye, ndio maana anasema hapo mwanzo kulikuwako na huyo neno alikuwako. Ehe. Uh -huh. na huyo neno alikuwa nani? Pasipo yeye ndio neema kubwa. Mm -hmm. Na Neno alikuwa kwa Mungu, mm -hmm. Na Neno alikuwa Mungu, mm huyo -hmm. Mwanzo alikuwa alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika vi kwa huyo, mm -hmm. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote chilichofanyika. asan Asante, anasema huyo neno, pasipo mimi amwezi kufanya pasipo mimi. Huyo neno ni? Nimesema neno ni Mungu, na Mungu ni nini? Yeah. tunakubaliana wote yeah. Tunakubaliana eh? Yeah. Sasa unaposema neno liniongoze, maanake unasema nini? Je, yeah. yeah, watu wote wanajua hivyo hapo, <laughs> ndipo tunapata kashina zindio? angalia sana neno la Mungu, si ndio? Sasa neno la Mungu lipi? Mtazame upate Yesu. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba tunapojifunza habari za neno tunajifunza habari za Mungu mwenyewe. Ni sawa? Ni sawa. Mungu mwenyewe. Sasa huyu Mungu mwenyewe yukoje? Kitabu cha Ebrania 4:12. Mepata Ebrania 4:12? Biblia bibia inasema, Maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Ili kweli maandishi yanaweza kutambua hiko, eti maandishi yanaweza kutambua hiko, usi Mungu mwenyewe. Kwa tumeanza kupata maana halisi Mungu alivyo Hivi ndivyo alivyo Mungu, hawanitaki tena, nasema hivi ndivyo alivyo Mungu. Mungu yu hai, ana nguvu, ana ukali. Haleluya. Kwa mahali ambapo anahubiriwa Mungu au mahali ambapo linahubiriwa neno lake ambaye ni yeye mwenyewe anatenda, anaponya, anainua, anabariki, analinda, mahali ambapo anahubiriwa yeye, tukiacha misamiati, mitazamo na fikra tukajikita kwake asilimia mia, mia. Tukaheshimu alichokiweka kwenye Biblia, maana neno la Mungu ni pumzi nani ya Mungu. Maanake ameamua kuweka mwongozo na utaratibu ili watu waufuate. Hakika kushinda ni lazima. Ndio maana wanataki ujue kipindi Sheda kimeisha Karabenego wanakamatwa na kuwekwa kwenye tanuru la moto. Hawakuwa na maneno mengi, ila mfalme akasema tuone ni nani atakayewaokoa na mkono huu. Aliamini mamlaka alionayo, lakini mamlaka iliyokuwa imejificha ndani ya sheda kimesha kimbenewa kuiona. Acha watu wakuone kawaida, lakini yuko Mungu anaeishi ndani yako. Acha watu wakuone kawaida, lakini yuko Mungu anaeishi ndani yako. Haleluya, yeah. Na nani naaa kunielewa, hawakuiona mamlaka iliyokuwa imejificha ndani ya sheda kimesha kina bendego, wakaleta dharau na ziaka juu ya Mungu aliyemwamini, lakini mwisho wa siku ilizirika. Nani wa kuabudiwa? nani wa kutukuzwa? nani wa kupewa heshima? Ni Mungu aliyokuwa ndani ya sheda kimesha kina bendego. Kwa unapoishi kwa kumheshimu huyu aliyekuumba, unapoishi bila kuinua hisia na mitazamo, ukakubali kuongozwa, hata katika jambo gumu litakuwa jepesi. Shida wewe umekuja kujaribu maombi, shida wewe umekuja kujaribu kusali, hebu ngoja nikasali nione kama nitafanikiwa. Hakunaga mtu anayefanikiwa kwa kujaribu. Ukienda kujaribu kufanya biashara utapata hasara. Ukienda kujaribu kulima utapata hasara. Nenda kafanye kwa kudhamiria. Haleluya, haleluya, Yesu na asifiwe. Kwa hiyo tunapojifunza habari za neno la Mungu, tunajifunza Mungu mwenyewe katika utendaji wake na watu ndio maana huyu akatoa sifa, akatoa maelezo kwamba ma, neno la Mungu li hai. Mungu ana yuko hai siku zote. Ni kweli halali wala anaishi daima siku akaishi leo kwa nafsi yako akaishi leo kwenye biashara yako akaishi leo kwenye afya yako akaishi leo kwenye maisha yako hauhitaji mambo mengi unachotakiwa tu ni kukubaliana na yeye ili aanze kazi na je wajua je wajua <coughs> <coughs> ya kuwa vyote ulivyo navyo ni vya Mungu na wewe ni wa Mungu Je, wajua anasemaje? Aleluya! Fedha na dhahabu na vitu vyote viujazavyo ulimwengu ni mali ya nani? Tuna Mungu anayemiliki vyote, lakini tuna watu wasiomiliki vyote Ni maajabu, mtoto wa tajiri kutembea na kiraka. Mbona wataki hawa watu? Nimesema hivi ni maajabu, sio maajabu. Fedha na dhahabu na afya na uzima na kila kitu ni mali nani? Nini kimekosekana? Kila mmoja anatakiwa asiyo mwalimu bali Mungu awe mwalimu na mkufunzi kwenye maisha yake. Tukiacha uwalimu tukaanza kumfundisha na Mungu, tutashinda waliopitia walimu, mnajua si ndio? Walimu wa kufundisha. Mi nilifundisha kipindi Dar es Salaam nilikuwa na nananasali, nilikuwa nafundisha <tipi> acha kabisa kila kitu kina, yani wewe wewe we, we, we ubunifu. Mtu nikuwa kama sijaokoka, nilikuwa na nasali yangu nilipopanga, na mimi nikaanza nikafungua tushe. Hii dunia ina mambo mengi duniani. Kwa hiyo hakuna mwalimu mwalimu anayependa kufundishwa na mwanafunzi. Ni kweli kweli, ni kweli kweli, ili hali mwanafunzi ajue anacho. Tukiacha kutoa maelekezo kwake aliyetuumba, tuwakubali kupokea maelekezo asilimia mia, na kuambia hawantaki watatembea hawantaki, ukiwi utapona, vifo vikuu vitaondoka, ila kama tuna maelekezo binafsi nje ya mfumo akika, ukiingia kwenye moto unawaka kitu gani? Bwana Yesu apewe sifa. Halo. Na mtabaki, tumeshinda. Tumeshinda wapi nyie? Mmeshinda kanisani mmeshinda. Mungu wa mbinguni awasaidie na washike. Mungu wa mbinguni awasaidie na awashike.